Katika kuenzi na kudumisha mila na utamaduni wa Kitanzania, mkuu wa wilaya ya Ukerewe Comred Christopher Emily Ngubiagai amewataka Watanzania kuenzi mila na utamaduni kwa kudumisha amani, umoja na mshikamano nchini. Ngubiagai ameyasema hayo katika tamasha la utamaduni Bulabo kanda ya ziwa lililofanyika uwanja wa Bujora Kisesa mkoani Mwanza, ambapo mgeni rasmi katika tamasha hilo alikuwa Chifu Hangaya, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa jina naitwa Komradi Christopher Emily Ngubiagai, ambaye ni mkuu wa wilaya Ukerewe, wilaya ambayo katika mkoa wetu wa Mwanza mmoja wa wilaya ya saba ambayo kwenye mkoa wa Mwanza. E, matamasha kama haya, hasa kubwa kama hili, ni kati ya matamasha machache ambayo yana umuhimu mkubwa katika taifa letu la Tanzania. Tunafahamu kwamba kila taifa lina utamaduni wake, na taifa ambalo halina utamaduni ni sawa na taifa ambalo lilokufa. Utamaduni ni sawa na mavazi, utamaduni wa lugha, utamaduni wa chakula lakini hata utamaduni wa imani mbalimbali mbali. Utamaduni ambao unajenga mshikamano na amani ya taifa letu. Sisi kama viongozi mbalimbali mbali, lakini Watanzania kwa jumla wetu lazima tuuenzi utamaduni wetu. Utamaduni huu ndiyo umelifanya taifa hili mpaka leo kuwa salama, kuwa taifa la amani, taifa la umoja na mshikamano, machifu wetu ambao ndio watetezi na wasemaji wa shida za wananchi katika maeneo mbalimbali. Tukumbuke kwamba kabla, kabla ya mwaka elfu moja mia nane themanini na nne kabla ya kuja na ukoloni, machifu wao ndio walikuwa viongozi katika maeneo yao. Tunachofanya hapa ni kuenzi zile kazi ambazo njema zozifanya na kazi ambazo wanaendelea kuzifanya zile kazi nzuri ambazo zinaendelea kufanyika na machifu Lazima tuwape kongore na tuende nazo zile kazi ambazo zinatakiwa tuweze kuziboresha, ziwe kazi za kisasa zaidi. Lazima tuzifanye hivyo kwa sababu dunia inabadilika kutokana na wakati na mazingira, lakini utamaduni wetu lazima tuuenzi, ili kusudi uweze kumfundisha kijana mtanzania namna ya maadili ya taifa lake uzalendo wa taifa lake, namna gani ataweza kuurithisha kwa vizazi vijavyo. Na utamaduni huu tunavyorithishana, tunarithisha amani, umoja na mshikamano.